Siyamuhu yukafiru sanateini, somu ya Arafa. Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam atupa faida yake kuwa mwenye kuifunga somu kama hii, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala humjalia mtu kama huyu kupomoshewa au kuondoshewa dhambi zake za miaka miwili mwaka ambao yuko na mwaka utakaokufuatia. Hi, kwa hivyo saumu kama hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipa fadhila juu yetu sisi kuwafaidisha kwa waliokuwa haji na wasiokuwa haji, bibarakatin adhimata, kwa baraka kubwa. Idh qala annabiyu sallallahu alayhi wasallam, siyamu yaumi arafa siyamu yaumi arafa, funga ya siku ya Arafa. Ahtasibu ala allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'da, ni somo ambayo huwa ni sababu kwa mtu kupunguziwa au kughufiriwa kusamehewa dhambi zake za mwaka ambao uko na mwaka utakofuatia. Wa hadha fadhlun adhimu na fadhla kubwa kama hii wapata wale watu ambao lighairi alhaji, kwa watu ambao hawako hija. Bi maana yani, soumu kama hii ni sunna kwa wale ambao wao hawako katika hija. Amma alhaju, ama wale watu ambao wako hija, fala yustahabu lahu siyamu fi hadha alyawm, si sunna kwao kufunga saumu ya arafa. Kwa hivyo saumu ya arafa imesuniwa, yaani ni suna kwa wale ambao hawako katika kiwanja cha arafa, hao watu ambao hawako katika manasiki la haji. Ama katika mafhumu ya wengi katika sisi, tuifungamanisha saumu kama hii, kuifungamanisha na ile siku ambao mahujaji wamesimama katika kiwanja cha Amba arafa, ambapo saum na wukufu bi arafa ni vitu viwili ambavyo vilipatikana kwa muda tofauti. Sunna ya saumu ya Arafa ilikuweko kabla ya kupatikana hija, yani kabla ya kupatikana ibada ya haji. Kwa hivyo, mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga saumu ya Arafa kabla ya kufaradhiwa hija. Kwa sababu hii ndiyo wanazuoni wakaelezea jambo kama hili. Hay, hay yaku, yaku ya hai hailazimu wala sio sawa ya kulazimisha kwamba ile somo ya Arafa ilazimike kuwa ni lazima ifuate ile siku ambao wa mahujaji wako katika kiwanda cha Arafa. Katika hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyopokewa na Abi Huraira, Hadha tasrihu lilhujaj

Fashariba, yani watu walikuwa wakishindana. Bimaana wengine wasema Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika kiwanja cha Arafa na amesimama juu ya ngamia wake, wengine wasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefunga siku kama hii na yeye yuko katika Arafa, na wengine wakasema la, Mtume hakufunga. Kwa hivyo akapelekewa bikadhihin min allaban akapelekewa chombo cha maziwa na yeye amesimama juu ya ngamia wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanywa yale maziwa. Hii yaonyesha kwamba wale waliokuwa katika kiwanja cha Arafa au katika e, manasik alhaji, wao si sunna kwao kufunga. Hadithi hii imepokewa na Bukhari na Muslim. Vilevile, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufunga Hili linamaanisha nini? Ikiwa watu wako katika ibada na saumu nao ni katika ibada, katika maelezo ya dini kuwa siku ambao watu wamesimama katika kiwanda cha Arafa, siku ambao watu watakuwa katika Mina, ile siku huwa ni siku ya Idi, kadhalika yaumnahari, yaumnahari vilevile katika siku ya Idi, annahu yaumun idi, hiyo ni siku ya idi liahli lmauqifi, kwa wale watu ambao wamekuwa wamesimama. Qala annabiyu sallallahu alayhi wasalam yauma arafata wa yauma lnahri wa ayyamu mina idun iduna ahlil islam. Ama ile siku ya Arafa na siku ya Mina, ambapo watu wa Makka wameenda hapo Mina, vilevile katika siku ya kuchinja hiyo ni siku ya idi kwa wale ambao wao katika wako katika uh, ibada ya hija. Hadithi hii imepokewa na Abu Daud na kadhalika, ameisahihisha hadithi hii Albani, yani Albani ameikubali kwamba hii hadithi ni sahihi. Kwa hivyo hii, tuarudi pale pale kuonyesha kwamba si lazima wala si sharti kwa wale ambao itakuwa wao hawako maka kuwa ni lazima wafunge kulingana na siku ambao watu walikuwa katika kiwanja cha Arafa. Vile vile, la yasihu soum, haitosihi soumu kwa mtu gani? Kwa mtu yule ambaye uko nje ya Maka. Bala ala kulli muslimin, bali ni kwa kila kwa mwislamu afunge maa ahali, ba, ma, ma ahali baladihi pamoja na wale watu walioko katika nchi yake, yani dhalika anna kullu muslim yasumu wa taakulu wa yashrabu hasaba ru'yati hilal fi baladihi, yani kila mtu atazingatia matla ya pale kwao, si sharti kufuata Maka. Kwa hivyo si sharti kwamba sisi tujue leo Maka ni tarehe ngapi au watu watasimama lini ili na sisi tuweze kufunga ile siku ya Arafa kulingana na watu walioko Maka la bali, tutafuata tarehe na hili la tarehe ndilo la asili. Kama tulivyozungumza, ni kuwa somu ya Arafa ilipatikana kabla ya hija, yani kabla ya kufaradhi ya hija na ilikuwa ikifungwa. Sasa ikiwa ni sisi tupambanishe au ni lazima tufuate wale watu ambao wamesimama Maka? Je, wakati wa nyuma ilikuwa ikifuatwa wapi? Na pengine mtu atasema ya kuwa pale ilikuwa hakuna mawasiliano, pale ilikuwa hakuna MTV, sasa imekuwa watu waonekana. Hili litadhaifisha kwetu sisi kuonyesha kwamba hii it, it, dini kumbe ilikuwa bado haijatimia mpaka ilipokuja TV, mpaka ilipokuja mawasiliano, ambapo sheria inautambia, inasema Al aslu baqau makana ala makan, yani asli ya ibada, asli ya kitu kinabakishwa pale pale mpaka ije dalili ituambie kwamba hili sahihi hi haifai kufuatwa, lifuatwe mahali pengine ambapo haswa haswa katika hii ibada ya hija ndiyo siku ambayo tena ndio siku ya Arafa kulingana na tarehe ya Maka. Aya hii ilishuka Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akisema alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nimati wa radhitum lakum lislama dina kwevo, kwa hivyo hii aya imekuja kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ametukamilishia dini. Je, katika aya hii haikuteremka aya nyingine baada ya hii? Sasa ikiwa ilikuwa kweli kila kitu kishakamilika kwa, ku, kwa kulingana na, na mfumo wa aya kama hii je haikuja aya nyingine kwa Qur'ani? Ilikuwa ishatimia wahyu umeshakatika? La, aya hii madhumuni yake ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameelezea aya hii ikiteremsha siku hiyo, bi maana kwamba ametutimizia zile arkanul Islam, yani zile nguzo za Uislamu ambao ni shahadatun an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'uz zakah wa wa sawm Ramadhan wa hajjul bayt kwa hivyo hajulbeiti ambao ndio siku iliteremka aya kama hii hii, ilikuja kutuambia kwamba e, arkanul Islam zimetimia. Lakini baada hapo kuna aya nyingine ambazo zilizoteremka. Kuna aya nyingine iliteremka kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuondoka katika ulimwengu kabla ya siku kumi na moja, kwa riwaya wengine sema siku tisa, ilishuka aya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah kwa hivyo hii ni kuonyesha wazi kwamba ibada ya hija na ibada zote nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashatupangilia na ashazikamilisha. Hategemei kwamba itakuja vifaa baada ya hapo ije ibadilishe mambo. Vilevile haitosihi, kama tulivyozungumza, haitosihi mtu kufunga somu ambao yeye uko nje ya Maka. Kwa hivyo kila mmoja atafuata ile sehemu ambapo amba yeye yuko yani, dhalika anna kullu muslim yasumu wa yaakulu wa yashrabu hasaba ruyati alhilali fi baladihi, kila mmoja atakula. Yani ikiwa ni kutoka mwezi wa Ramadhani, sasa wataka kufungua au atafunga baada ya kwamba yeye alipo huko Shaabani mathalan, ataka kufunga atafunga kulingana na mwandamo wa mwezi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kabla hawajaulizwa Mtume, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampa jawabu kabisa, amwambie wa yasalunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu lin nas, watakuuliza kuhusu miandamo ya mwezi. Miandamo ya mwezi bi maana ama huu mwezi kwa ale watu ambao mara nyingine huwa kuna hujja ambao twa, twapewa ama zatolewa ikizungumza kwamba faman shahida minkum shahra falyasum. Hii si huja kwamba yoyote mwenye kuona mwezi. faman shahida minkum shahra falyasum, yani yoyote mwenye kuona mwezi, basi na ufunge. Sasa katika tafsiri, tofasiriwa kwamba muislamu yoyote mahali popote atakapoona mwezi afunge. Hii ni huja kwamba popote unapoonekana mwezi afunge. Kiuhakika sio makusudio yake, sio makusudio yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu shahar sio ule mwezi ambao tunauangalia sisi, kama sasa tunataka kutoka katika mwezi fulani kuingia katika mwezi fulani. Alivyomzungumza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ruyatihi wa fitri li ruyatihi. Kwa hivyo kuonekana mwezi ni ule mwezi ambao ni hilal, kwa maana ule mwezi wa mwandamo hauitwi kamar, ule mwezi wa mwandamo hauitwi kamar wala shahar, hauzingatiwi ule mwezi ambao katika mbingu bali faman shahida minkum, shahra ni hisabu za siku, imma siku 29 au siku thalathini. Huyu ndio huitwa wa shahar. Ama kamar ni yule mwezi ambao umetoka katika ule udongo, sasa waenda katika ukubwa ule, ndio utaitwa kamar. Ama ule mwezi ambao ndio yule tunaoangalia tarehe 29 au tarehe thalathini, yule unaitwa hilal, ndio pale mwezi mzima ikazungumza, he, wayasalunaka anil ahilla watakuuliza kuhusu miezi ya miandamo ahilla, bi maana hilal, wingi niyo ahilla. Hii ndiyo iliyokusudiwa kwamba ibada hey, yoyote huzingatiwa ile ambayo itazingatiwa, tarehe itazingatiwa, muda basi, huzingatiwa kuandama kwa kwa, kwa kwa mwezi. La yajuzu lmuslim ayasuma, hatofaa muislamu kufunga binaan ala ru'yatil hilali fi makanin akhar kujengea kuonekana kwa mwezi sehemu nyingine ambapo sipo pale alipo katika matlai yake. Hata lau kana Maka, Maka, hata lau kana Maka, hata kama mwezi wenyewe umeandama Maka halazimishi mtu kufunga, kwa sababu Maka umeandama mwezi, basi na mahali popote ni lazima wafunge kufuata Maka. mithalu dhalik idha raa ahlu Maka, lau Maka, lau watauona watu wa Maka hilala kuona mwezi hilala ramadhana kuona mwezi wa Ramadhana, yauma thulathai walakin fi baladin ahar la ydhhar lhilalu ila yaum larbiai fain ahl albaladi lahar yasumuna yaum larbia la, watu wameona mwezi siku ya juma tatu e, siku ya juma nne e, watu wa Maka na katika sehemu nyingine wakaona mwezi siku ya jumatano basi haitolazimika sisi tufuate ule mwezi ulioonekana juma nne, bali italazimika katika funga yetu tufuate ule mwezi ulioonekana siku ya Jumatano. Na ushahidi wa hili ni hadithi ya iliyopokewa na Qoreb an Qoreb qal qadamtu Sham, nilienda Sham wastihala alayya alhilal Ramadhana wa ana bishami, faraitu alhilala lailatul jumaa, mimi nilitoka uh, nilienda Sham, nilipo nilipoenda Sham. wastahalla alya alhilal ramadhana, na huku kwetu nilipotoka ilikuwa umeandama mwezi wa Ramadhani. wa ana bisham, na mimi niko Sham. faraaitu lhilala, nikaona mwezi lailatul jumaa, siku ya juma. thumma kadamtu almadina, mimi nilikuwa Sham nikaona mwezi siku ya juu siku ya jumaa. Thumma qadamtu lmadina, kisha nikaenda Madina. Fi akhir shahr, mwisho wa mwezi. Fasalani Ibn Abbas, akaniuliza mimi Ibn Abbas. Dhikra al-hilal, akataja kuhusu mambo ya mwezi. Faqala, nikasema. Faqala, akasema mata raaitum lhilala, lini mliona mwezi? Faqultu, nikasema raaituhu leilata ljuma. Raaituhu leilata ljuma, niliona siku ya juma Fakala anta raitahu, akasema je wewe umeona. Fakultu naam, nikasema ndiyo. Wara'ahu nnasu, na wale vile vile watu wameona. Wasamu, na wamefunga. Wasama Muawiya, na Muawiya wamefunga. Fakal, akasema Ibnu Abbas, lakinna raainahu lailata sabti, lakini sisi tumeona siku ya Jumamosi. Kwa hivyo madamu tumeona siku ya Jumamosi, fala nazalu nasumu hatuati kufunga hata nukmila thalathina mpaka tutimize thalathini au narahu au tuone. Kwa hivyo, ima tusiuone tukamilishe thalathini au tuangalie kwa ishirini na tisa tuone, ndio na sisi, ima tufungue kama ni kufungua au tufunge kama ni kufunga, lakini hatutofuata kwa sababu umeonekana sehemu nyingine. Faqultu, nikasema sema qoreb a kaf ala taktafi, ala taktafi biru'yati Muawiya, je, haikutoshi wewe kwamba Muawiya ameuona huo mwezi wasiamihi na kuwa Muawiya amefunga? Faqal, akasema Ibnu Abbas la. Kwa sababu gani? hakadha amarana Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, hivi ndivyo alivyotuamrisha Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam.

kuwa dalili zimepatikana na dalili ziko na tofauti ambazo tumezizungumzia, mathalan tumeshaziona basi, ni kwa kila muislamu afuate ile nchi yake au afuate matlai yake, fima yurajihunahu fima yuraji min hadhihi laqwali, angalie katika ile nchi yake, wale wanazuoni ambao wako pale, zile huja ambazo zimetolewa isiwe yeye ni katika mtu ambaye atataka kuhalifu, ili aonekane ili au ajulikane kwamba mimi nimehalifu, ili nionekane kwamba mimi nimesoma, ili nionekane kwamba mimi ni mjuzi. La, afuate zile adila ambazo zimetolewa na wale mashekhe walioko katika ule mji. Na wale mashekhe, sio kwamba watafuata kutokana katika kitwa chao au kwa fikra zao, watafuata kulingana na adila ambazo zimezungumziwa na wanazuoni Wala yanfaridu bisiyam wala wala al-iftar, wala asifunge peke yake, vile vile wala asifungue peke yake. Falahadha alayka bi muwafaqati baladika allati ta'tamidu ala ru'ya fi ithbati dukhuli shahr kadhalika wa khurujihi, ufuate kwamba ile matla yako au kule kuonekana mwezi pale ulipo, ufungue kwa kuonekana mwezi, na vilevile ufunge kwa kuonekana kwa kuonekana mwezi. wa idha wa idha faalta dhalika fakad ahsanta, na ukifanya hilo, basi ndio itakuwa umefanya vizuri, umeepusha ule mgogoro katika ule mji, au umeepusha ule mgogoro katika Uislamu inshallah. Kwa sababu ya muda itakomea hapa. Lakini la mwisho katika nasaha nazungumzia ni kwamba ibada yoyote tutaka kuifanya, tusifanye ibada kwa sababu ya kushabikia, tusifanye ibada kwa sababu ya kujionyesha, bali tufanye ibada kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yani mtu awe na msimamo kwama huu, yani kule kusali kwake kufanya ibada kwake kuwekwa uhai kwake na kufa kwake